Sitasahau, uh, na nakumbuka jinsi nilivyokuwa mnyonge wakati huo uh, hata wakati nilipopata kujisahau uh, baadhi ya makosa niliyoyafanya ukanisamehe, uh, na watu waliotaka kunifanyia vibaya ukawaambia waniache uh, ta kacey uh, uh, akamwambia ukweli ni kwamba uh, pengine saizi ungekuwa haupo wewe. Kama si mimi kwa hiyo amemkumbusha mbali sana, akamwambia wewe ni ulikuwa miaka yote sikuweza kukuangalia kwa ukaribu. Akamwambia ulifanya vyote na ulipatia, ulifanya vizuri sana. Naamini uliingia katika kasri ukinisubiri mimi pamoja na Fu Hongxue, na pengine utakua umepitia mambo mengi magumu. Nafikiri nilikuwa niko sahihi kabisa kukusaidia. Unajua, miaka yote hii nilikuwa sizipata yani hakukuwa na habari kuhusiana na wewe kabisa, si? Sikujua kuwa utakuja. Akasema ni sawa, hatimaye nimekuja. Sasa nimekuja ili usiku wa leo tufanye kazi ambayo tunatakiwa kuifanya. Mako chan hana mlinzi sio? Atakapolala utahitaji kumtoboa na hiki. hiki kitu kina sumu mbaya sana. Kitafanya aparalyze mwili wake kabisa, hata kufa, lakini nataka ateseke kuona mwanamke anayempenda amemsaliti. Binti akaanza kujitetea. Sema, utanisamehe. Kuhusiana na hilo sitaweza. Kwamba kwa nini usiweze? Nakupatia hiki kisu, pokea haraka. Utanisamehe kweli madam, kuhusiana na hilo sitaweza. Narudia tena, chukua kisu hicho ni mume wangu yule. oh, akawambia hivi, unielewe ninachokwambia. Wewe fikiria tena kwa mara um, nyingine, au la sivyo niamue mimi kumtuma mtu mwingine. Natakiwa nitume mtu mwingine au utafanya wewe? Umesha sawa, unatokea dhehebu letu au na Ma Kongqun, yeye ni adui yetu. Miaka yote ile iliyopita umekuwa ukimsubiria Ma Kongqun, umekuwa ukimsubiria Fu Hongxue na mimi. Sisi tumeshafika, kazi yako unatakiwa kufanya tayari. Sasa ndio wakati wako, unatakiwa kuimaliza Akamkabidhi kile kisu kwa nguvu. Nenda kamalize mission yako, kamalize kazi ninayokutuma. Yule mwanamama yule akaogopa, ni... i anamwambia kusoma ukweli ilo, sitoweza, kweli sitoweza, ahael nime ha omea tangu alipotuvamia Demon Section, akafanya yote aliyoyafanya, mimi nilijificha. Hakujua kwamba mimi na mimi nilikuwa mmoja. Sasa unajua uoga unatokana na nini? Nishajaribu kutaka kumuua mara nyingi sana. Mimi na yeye tumeishi miaka mingi, lakini nimeshindwa kufanya hicho kitu. Nikaja nikagundua kwamba kumbe tayari alishajua mimi ni nani tangu awali. Kwamba kumbe anakujua wewe ni nani. Na bado hajakuua mpaka leo ii eabasi nise, niseme tu ukweli, nimeshindwa, ndio maana nimechagua kwa upande wake. E, anasema basi kwa kifubi, hiyo ndiyo story. Mimi hio ndiomii simjuiwee eh, ulikuwa msichana au mwanamke ambaye kwa upande wa jeshi letu basi wewe ulikuwa mwaminifu zaidi, kwa hiyo sasa unataka unisai Anasema staki kuamini kwamba hivyo ndivyo wanavyonichukulia, ni afadhali basi ajue kwamba namsaliti ili yeye aniue. Mwanamama akawa amekasirika sana, akawa anataka kufanya kitendo cha, cha kuogopesha pale, kitendo kibaya. Akasema sawa basi, kwa hiyo huwezi kulifanya nalolikutuma hilo? Sio haijalishi, niambie ni wapi alipo, nitaenda mwenyewe nitafanya hicho kitu mwenyewe. Akasema, bosi tafadhali niuwe tu mimi. Umesemaje wewe? Ne niuwe mimi tu, mista kuambia mahali aliko? Akaanza kucheka. Nilijua ni kwamba hutaki kumuua tu, kumbe hutaki hata kuniambia mahali aliko, kwamba anakupa furaha kwa kiwango hicho.

Akamwambia, wewe nani? Amekuambia una uwezo wa kuchagua kizuri na kibaya? Akasema, sasa usinilaumu kwa maamuzi ninayoyachukua. Akampa adhabu. Sasa kuna sindano fulani zina sumu yange zinaitwa ya tatu tena. Sasa maumivu yanazidi kuwa makali. Kwa kadri linavyoendelea kuziongeza, ujue utakufa kwa maumivu makali. Wapi makochani anakupa ya yani ya tu chakula unalala kwake ndo unajikuta sasa wewe unataka kumtunzia na mpaka siri kabisa. Akasema hili ni chaguzi langu mimi na wala sitajutia. Akamwongezea tena. Aha, bado tu unataka kumtetea. Yaani unaamua kunigeuka mimi kwa ajili ya ya kumpa support ya adui yangu? Wala ma? Labda pengine madam umesahau. Kwamba Bai T alikuwa pia ni adui yetu. Kamuongezea za kutosha. Sasa zimeshakuwa nyingi sana. Unanitajia Bai T unanirudishia uchungu mimi? Kwa hiyo unataka zaidi eh? Ameshamtoboa nazo nyingi sana akamwambia, jua kuwa kifo cha Baiti kitaendelea kukuumiza, lakini sisi hatuhitaji kuishi na kinyongo. Akamtoboa nazo nyingine tena, zimeshakuwa nyingi sana, nyingi sana. Anasema mimi ni maumivu tu na mwili wangu utayapokea hivyo hivyo. Haijalishi njia ule ulioamua kuitumia, kwani miaka yote hisi nimekuwa nikiteseka basi. Akamwongezea tena bibia, akamwambia sikiliza, niko chini ya miguu yako, usimtese. Uh, unakumbuka madam jinsi ulivyokuwa mtu wa upendo miaka ya nyuma? Ulikuwa mrembo, unavutia. Hebu angalia sasa jinsi ulivyo. Unanitesa hivi kwa sababu una kitu cha ndani ambacho ni kinyongo. Una kisasi. Hata hivyo naumia nikikuona huko katika hali kama. Sitaki hata mimi kuishi maisha kama haya. Kama vipi, sema nachokuuliza ili tumalizane. Wewe ulitegemea nini ambacho mimi nitaamua kufanya? Acha tuende mbele kwa mbele. Wewe unataka hiyo hiyo, acha hiyo hiyo basi. Maskini binti wa watu wanalia kinoma. Na kuuliza makocha ni uko wapi? Akasema kweli. Sijui kama nitaweza kusema. Lakini niko chini ya miguu. Naomba tafadhali. Na kama basi ikiwezekana mwambie hata Fu Hongxue mwanao. Aache iko ambacho anataka kufanya. Ni kama umebebesha mzigo mzito sana. Niko chini ya miguu yako. Naomba umsamehe mwanao. Nimemwona Fu Hongxue jinsi alivyo. Ni ukweli, ni kijana jasiri na anaye, anaye akili sana. Lakini ninachojua ni kwamba moyo wake umejaa kisasi, moyo wake umejaa uchungu, na hata pumzika mpaka afanye ambacho umemwagiza fanya. Lakini jua kuwa unammaliza, unamfanya aishilie kubaya. Akatoa sindano nyingine. Mmeona hii sindano? Sasa binti hii ndo itakayokumaliza, na utakufa haraka sana. Na kuuliza kwa mara ya mwisho, wapi mako chana liko Kanyamaza. Sasa akajitahidi sana kujikaza, akamwambia kama hiki ndicho ambacho unataka yuiki, niko tayari basi kufa kwa niaba ya Makocha. Ni ajabu ni kwamba alisita kummalizia aligundua kwamba huyu mwanamama ametokea kumpenda sana Makochan na yuko tayari kumtunzia siri. Huwezi amini, mateso yote na uchungu wote alionao, maumivu ya ile sindano, hakutaja wapi Makochan alikojificha, kwa sababu basi anajua kufanya hivyo ingekuwa ni kumsaliti. Basi akawa amesita kufanya alichotaka kufanya. Tmai, basi wakati anaondoka ameamua si yani, bora iwe hivyo, kwa sababu mwisho wa siku anajitahidi, lakini naona ki kadiri anavyojitahidi kuongea naye haisaidii. <laughs>

M, yani ni kama mchezo wa, wa paka na panya. Kuna mtu namfikiria, usiniambie ni Mafalin? <laughs> Unadhani labda pengine yule kilema atatutafuta tena. Wanamwita hivyo, mlemavu. Huyo mlemavu ni yule bosi shao au basi jina jengine, wanamuita huwa haniye kwamba alikuwa yuko very powerful, ana energy ajabu sana. Sasa wanasema je, yeah, unahisi kama yule kilema. Atatutafuta tena. Mimi sitaki kusema chochote, lakini hakuna kitakacho ni kitakachonizuia kumfanya chochote ikiwa atanitafuta. Unajua, wakati mwingine ninajikutaga na matatizo, alafu sina wa kunisaidia. Binti akamwambia, nimekuelewa, hata kama basi bosi wako angekuwa hapa. Hebu nyamaza, hamna kitu kama hicho bado kungekuwa na njia nyingine ya kupata njia ya kutoka. Namaanisha kwamba angeweza kuwamaliza maadui zetu wote waliokuja anasema mimi sitaki fujo zozote, mi nachohitaji ni sisi wawili tuwe tu na maisha ya furaha, tuishi zetu maisha ya kawaida. Au wewe mwenyewe unaonaje hilo? Haya, tunarejea tena katika kasri. Maana yake ametokea mauaji chapchapu, sasa sijui nini kitatokea. Kitatokea anyway, sasa hili ni katika kasri lile ambalo, huku ndio nyumbani kwa kina watu, wana mawazo meno. Ye, ina maana hamtaki kula? Mmeanza kuwa na mawazo, mnawasubiria demon section waje kutumaliza au? Mmesikia, huwa hayain alichokuja kusema wakati mara ya mwisho. Ma family wameisha, sio? Maana yake sisi ndo tunafuata. Ding family ndo tunafuata. Uiacha kuongea mambo ya ajabu wewe. Ana sababu gani ya kuja kutushambulia sisi? Huwezi jua ni kitu gani ambacho anaweza kaja hapa kwa ajili ya hicho, labda pengine kuna kitu anaficha Chwa. Jamani, muishie hapo sasa. Kuna haja gani ya kugombana? Hawa wote ni ndugu zake na Miss Dilin au Linlin -Lin. Na wenyewe ni matajiri sana mm. Umeona sasa kila mtu amekasirika. Jamani, nimesema kuleni chakula Haya, hii ni siku ambayo basi palikuwa na mvua kubwa sana makochana namtafuta sasa bidi ina. Hamuoni kwa mbali hivi, tunamwona yini akiwa anakuja huko, amechoka sana, amechoka sana. Unajua kuna sindano nyingi amechomwa nazo, na zile sindano zimetengeneza sumu nyingi sana kwenye mwili wake, kwa hiyo anakuja kule akiwa anajikongoja taratibu. Like anamwambia, tulikuwa na jambo limetokea huko na mi nikapatwa katika vurugu ambazo zimesababisha ni wa. Wa. Basi. Like, anasema mtu huyu aliyekutana naye akanifanyia hivi, inaonyesha ni mtu hatari sana. Usiniambie kwamba sijamwambia ni wapi. Unaona? Sasa kwa hiyo uliona bora ufe kuliko useme niliko. Mama yangu aliwahi kunifundisha kwamba watu wanatakiwa kuchagua jambo moja katika maisha kuwa na maamuzi. Haya yalikuwa ni maamuzi yangu hmm, na wala siwezi kujitia yani, huyu mwanamke alikuwa mwaminifu sana kwa makosa haya. Tunakuja sasa upande wa pili, Sherehe kule ilikofanyika inaonekana, sehemu kubwa ya vitu bado vipo havijaongolewa. Sasa unaona, bibia anatimua mbio na wametumwa walinzi kumkimbiza, wengine walikuwa wanasisitiza kwamba asimame, lakini yeye alikuwa yuko mbio. Sasa amewekwa mtukati, maana yake ameonekana anataka kutoroka. Haya, mwacheni hapo, haraka aondoke, huyu ni Chwino. Wakaagizwa wale maaskari wa Demon Section waende wakafanya maangamizi yote. Hii ni kwa sababu ya Chwino, kwamba asamehewe Chwino. Na wakati anachungulia namna hii, anaona kwa mbali yule ni huwa hani hii ambaye yeye alikuwa anamuita bosi Sha. Haya, Lord Sha yuko hapo. Basi unakuja mwabuli kumsitiri binti huyu asiendelee kunyeshewa. Walitoka mbali katika lile danguro, mara ya kwanza alikuwa anatumika pale kwa miaka mingi, hajawahi angalau. Basi hata kama umepitia yote hayo, si mbaya kama nimekuletea mwavuli. Akasema kumbe ni wewe, mimi na tujaonana muda mrefu tangu tulipoachana katika mji wa mpakani, ni muda mrefu sana sasa Chui naona, akasema. Na kweli imekuwa kama ndoto. Mara ya mwisho kuniaga vizuri, nimekuwa nikikuota katika ndoto zangu kila siku. Usiniambie kwamba hata sasa bado utaki kuelewa kitu nilichokwambia. Tuliachana miaka mingi, sio sio, uh, sio ajabu, lakini bado hisia zangu hazijaondoka kwako. Unaona nyumba yetu ilivyoharibiwa mara ya mwisho

licha ya kuwa mimi nimerudi kwenye basi nimekuwa nikiongoza majeshi na majeshi. Yani, sio wewe tu, ni kwamba mimi naongoza majeshi na majeshi, nina cheo, nina hadhi, kwa hiyo wewe ni kama mwanafunzi wangu wa zamani tu, na ndio maana nimekukumbuka. Binti akasema, mimi sitaki kuongelea maisha ya zamani tena. Akamwambia, hata mimi siwezi kuyasahau hayo lakini, mimi sihitaji kukumbuka hayo ya zamani, nimesema hey,

Nataka nikuahidi nafasi nzuri ya utajiri na kila kitu kizuri unachokitaka. Asante kwa ukarimu wako bosi wangu. Kipindi hicho ulikuwa wewe ni kama kiongozi wangu. Lakini sasa hivi wewe sio kiongozi wangu tena. Sasa hivi mimi namjua tu Shao Bieli. Simjui, huwa hanijui. Shao Bieli ndiyo yule ambaye basi alikuwaga ndo anamwita bosi Shao. Lakini kumbe hilo alikuwa jina lake alikuwa anatumia jina feki e. Kumbe basi jina kabisa ni Hua Hani Yi. Na hapo basi tunakuwa tumeikamilisha episode hiyo. Mm, bila shaka mambo yanaenda vizuri ya. Haya, tutakuwa na mwendelezo kwenye tamthilia hii bila shaka. Mimi nakukumbusha tu, hakikisha mtazamaji, una -subscribe youtube yetu, hakikisha unabofya kengele, hakikisha ume -like, ume -comment, na una -share pia. Tafuta kwenye YouTube YouTube YouTube, andika Mr Lukindo, nenda subscribe YouTube yetu channel channel, hiyo hiyo. Lakini vile vile, kama kama unataka kununua YouTube channel, piga hiyo namba hapo. Na kama basi, unahitaji labda kwa namna yoyote ile kutangaza biashara ya ya na yako nasi, tafadhali unaweza kutumia namba hii pia, naweza nikakuwekea matangazo yako eh, katika channel channel zetu hapa. Lakini vile vile pia tuna channel nyingine inaitwa ya Lukindo, naomba subscribe mara moja. Tutakutana kwenye episode inayofuata. Asante sana kwa time yako.